Ambapo tunaelezwa kwamba kundi la wakulima katika kijiji cha Kimage wilani Bagamoyo limevamia ng'ombe walioingia katika shamba moja na kuwaua kwa kuwapiga risasi kisha kumfanyia vitendo vya udhalilishaji mwanamke mmoja wa kifugaji. Kiongozi wa wafugaji katika kijiji hicho Deogratus Merekwa amesema tukio hilo limetokea juzi, baada ya ng'ombe kumtoroka kijana aliyekuwa kichunga na kuingia katika shamba liliokuwa lina mabua ya mahindi na mmiliki wa shamba hilo alipoona alichukua uamuzi wa, wa kuua kwa, kwa kupiga risasi. Joseph Chewale ana taarifa zaidi. Kiongozi wa wafugaji katika kijiji hicho Deogratias Merekwa amesema tukio hilo limetokea juzi baada ya ng'ombe kumtoroka kijana aliyekuwa machungani na kuingia katika shamba moja, na ndipo mmiliki wa shamba hilo alipoziona na kuamua kuzishambulia kwa kuzipiga risasi huku akipiga kelele, na ndipo kundi kubwa la wakulima walipofika na kwenda kuvamia nyumbani kwa mwenye ng'ombe na kuiba kiasi kikubwa cha fedha na kumfanyia vitendo vya udhalilishaji mama mwenye ng'ombe. Ni kwamba kuna ng'ombe ziliingia kwenye shamba la mkulima, lakini sio shamba ni mabua tu. Kuna ng'ombe baadhi ya ng'ombe waliingia, lakini wale wakulima wakachukulia jukumu la kwenda kupiga yule mkulima, kaenda akapiga risasi ng'ombe, wakapiga mishale ng'ombe. Kitendo cha yule mama kurudi nyumbani, wale wakulima baadhi wakamfata nyuma, wakamkuta njiani, kabla hajafika nyumbani, wakaanza kumpiga. Nimefika katika hospitali ya wilaya Bagamoyo, na kuzungumza na mama anayedaiwa kufanyia vitendo vya udhalilishaji, na hapa anabainisha Anapigwa anasema hivi, hela nyumbani unayo? nakuambia sina. ah, ngoja kuambia tena, anapigia fimbo, mateke. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Bagamoyo Dr Tumaini Byron amekiri kwamba wamempokea mwanamke huyo, alikuja akilalamia kwamba amebakwa, na baada ya kufanya vipimo na uchunguzi tukagundua kwamba ni kweli alibakwa na tumechukua vipimo vya maabara, vingine vinafanywa kazi, majibu bado, ila kwa asilimia kubwa anapata matibabu na tutazidi kumshughulikia hapa hospitalini. Tukio la kuoa kwa ng'ombe kwa kupigwa risasi katika kijiji cha Kimange wilayani Bagamoyo limetokea ikiwa ni wiki tatu tu tangu mkuu mkoa wa Pwani mhandisi Everest Ndikilo aunde kamati maalum ya kutafuta suluhu migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Bagamoyo kufuatia tukio jingine lililotokea katika kijiji cha Makurunge ambapo vurugu kati ya wakulima na wafugaji zilitokea na kupelekea kijana mmoja wa jamii ya kifugaji kuawa kwa kupigwa risasi. Hasa mimi kama mkuu wa mkoa mtalisema hapa, lakini pia tukienda pale kwa wakulima mtalisema. Kwenye jambo hili ni dhamira ya mkuu wa mkoa kuunda kamati ya uchunguzi ambayo haitashirikisha polisi. Polisi siwataki kwenye hiyo kamati, polisi hawawezi wakawa kwenye hii kamati ya uchunguzi. Nimekaa, nitaiunda na nitawasomea pale, ambayo itaanza uchunguzi mara moja. Joseph Chewale, TBC Bagamoyo, Pwani.